njema kwa mwenye nazo wanasema, utakuta kwenye maisha watu hawa, kila wanachofanya huwa kinafanikiwa. Tabia njema mara zote zinajenga zinaboresha, zinafanya mtu awe competence kwenye kila kitu anachokifanya. Mtu mwenye tabia njema hata akianzisha genge hapo, utashangaa baada ya genge litakuwa litakuwa duka. Lakini mtu mwenye tabia mbovu zisizofaa hata umpe mtaji wa milioni sita na kwambia, baada ya muda utakuta ana ile milioni sita imeisha na madeni yako juu. Tabia njema hizi ndio zinasukuma maisha ya mtu hata asipotaka. Nadhani wai kuona watu wa namna hiyo, mnaanza wote kazi, mshahara unafanana, lakini utaona mtu mwenzio afanani na wewe. Naweza ukawa ni mwombaji sana, lakini kama tabia zako ni hasi, zinaharibu yale maombi Unaweza ukawa ni mfanyakazi sana, unafanya biashara, unatengeneza pesa, lakini kama roho au tabia za gavana maisha yako ni hasi una zile tabia zitaharibu hata ile biashara. Kabla hujamlaumu shetani, kabla hujamtafuta shetani, embu jichunguze kwanza kwenye tabia ulizo nazo.